E, bwana, tunaelewa kile ambacho nakipitia Diddy kutokana na kesi zake kadha wa kadha ambazo zimemfanya kufikishwa kwenye gereza la FCI Fort Dix. Sasa video mpya ilivuja ikimuonesha Diddy ndani ya gereza hilo, imeibua maswali mengi makubwa kuhusu usalama wa magereza ya shirikisho na jinsi ambavyo picha hizo zilivyorekodiwa na kusambazwa bila mamlaka. Mapema wiki hii vyombo vya habari uh, kama TMZ vilitoa video inaonyesha Diddy akifanya kazi katika maktaba ya vyombo vya habari ya kanisa, la gereza. Na ikionesha kwamba akifanya shughuli kama kupanga DVD, filamu na maandiko ya kiroho huko, alikuwa amevalia sare yake ya kijivu ya wafungwa. Vipande vingine pia vya video vinaonesha akitembea korido na kuzungumza kwa utulivu na wafungwa wenzake. Na kitu ambacho kimeleta sintofahamu ni ukweli kwamba wafungwa hawaruhusiwi kabisa kumiliki simu au kifaa chochote cha kurekodi kwa mujibu wa chambuzi wa taarifa kutoka All Hip Hop. Video hizo bwana zinasadikika kurekodiwa kwa kutumia simu ya magen na wafungwa wengine, tatizo a, ambalo limeonesha mara nyingi kwenye magereza ya shirikisho. Hivyo kumiliki simu ndani ya gereza ni kosa kubwa ambalo linaweza basi kuongeza adhabu au kuleta mashtaka mapya, jambo linalofanya tukio hili kuwa kashfa nyingine kubwa inayolikumba gereza hilo. Lakini pia ni kujuzi tu kwa wao ambaye, shabiki ni shabiki wa Diddy, tayari amekuwa gumzo tangu afike Fort Dixie, na ameripotiwa kupangiwa kazi yenye unafuu kama msaidizi wa mchungaji, akifanya kazi ndani ya ofisi yenye kiyoyozi na kushughulikia vitabu vya kiroho . Pia amesajiliwa kwenye programu ya matibabu ya uraibu. Huyo ni Diddy akiwa huko gerezani. Hata hivyo bado amekiuka baadhi ya kanuni za gereza. Inadaiwa kwamba alipiga simu baada ya kuwasili gerezani, kitendo ambacho kinachukuliwa kama ukiukaji mkubwa wa sera za mamlaka magereza, na uongozi uliamua kumpendekeza adhabu ya kupokonywa haki ya kupiga simu na kutumia duka la gereza kwa siku tisini. Hayo ni maswaibu ambayo yanapitia Didi akiwa ya huko gerezani. Lakini pia tukio hili la video limeongeza shinikizo kwa uongozi wa Fort Dix uh, kueleza jinsi simu ya magendo ilivyoingia gerezani sababu za mwanya mkubwa wa usalama kuruhusu tukio la kiwango hiki kutokea. Huenda wengine wanasema hii ni sababu ambao wanafanya watu kurekodi na kuendelea kumdhalilisha Didi kuonesha kila ambacho anakipitia uh, gerezani huko kwenye gereza la Fort Dix. Lakini pia huenda huenda inaonesha jinsi ambavyo inamshusha Diddy mpaka kufikia hatua ya yeye mwenyewe kuonekana akifanya shughuli hizo. Huenda pia inaendelea kumpunguzia uh, ile vile vya kumvua vyeo ambavyo anavyo, ikisemekana kwamba huyu ni msanii mkubwa barani Ulaya, nchini Marekani, lakini pia ni msanii ambaye anapitia hizi heka heka hizi akiwa gerezani, na huenda pia ni kwa sababu anatumikia kifungo chake kutokana na makosa ambayo yaliweza kuainishwa kipindi cha nyuma. Huyu ni Diddy na Stori ndo hiyo bwana. Usalama wa gereza ni mdogo sana kwa Didi kuonekana kwa katika video hiyo ambayo inamwonyesha akifanya shughuli huko gerezani, lakini pia huenda inamshushia kiwango Didi. Hayo ni ambayo nimekuletea kwenye entertainment kwa siku hii hapa leo. Mimi ni Sami baby, hii 69 Media na familia bora kabisa. Comment yako hapo ni muhimu, lakini subscribe, bonyeza alama ya kengele, unakuwa mwana familia bora kabisa. Mimi bado niko hapa kuhakikisha kwamba masikio yako yanapata ile kitu roho yako inapenda. Stay tuned, na hii ni 69 Media.